Nam, e bwana mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya interview ambazo sasa hivi hapa zina make headline huko mitandaoni. Hii ni interview ya Harmonize Gold Boy ambaye amefanya na Milad. Aa, bwana katika hii interview ni kwamba Harmonize bwana amezungumza mambo mengi sana mazito, na moja kati ya vitu ambavyo Harmonize amevizungumza bwana ni kwamba amezungumzia jinsi ambavyo brand yake ilivyoharibika au brand yake ilivyochafuka kutokana na baadhi na ya vitendo ambavyo alivifanyaga huko zamani, kipindi ambacho alipokuwa yuko katika mahusiano na Kajala. Nadhani watu wengi sana wanajiulizaga mara nyingi kwamba bwana, kwa nini brand deal ya sigara, akapataga brand deal ya CRDB. Na tunaelewa kwamba CRDB ni moja kati ya makampuni makubwa sana ya kifedha hapa Tanzania ezaji wa vinywaji baridi hapa Tanzania wakubwa tu. Sayona ni brandi kubwa, wanafanya vitu vingi sana. So pia vilevile huko Harmonize alipata hiyo deal, lakini pia kuna deal nyingine za hapa na pale ambazo Harmonize alikuwa anaziziba almost on a daily basis. Kwa hiyo it means kwamba alikuwa na stream nzuri sana ya kipato cha fedha eh, by the time lakini Kilichokuja yani kuharibu bwana ni kwamba tukashangaa tu ghafla deals zikawa zimepotea, yani mkataba wa Harmonize na, w na, sorry na CRDB ukaisha. E, yani yale madili yote yakapotea ghafla, na watu wakawa wanajiuliza bwana, nini kimetokea? kwa nini imekuwa hivi? e sababu. Sasa, at the end of the day ni nini? ni kwamba katika hii interview Harmonize ameamua kufunguka na kuweka hilo swala bayana kulielezea kiundani kwamba nini ambacho kilisababisha yeye deals zile zikawa zimesitishwa, zime hususan dili nono ambalo alikuwa amelisaini kampuni ya CRDB lilifia pale, sababu ilikuwa ni nini? so Harmonize ameweka wazi kwamba ile incident ambayo ilitokea kipindi yuko na Kajala e, katika mahusiano, kuna video zake za utupu zilivuja mitandaoni zile video za zimataa e, bwana, ile ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliharibu sana brand yake, ukachana tu na brand, pia vile vile viliharibu imeji yake kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu tuliona pia upande wa pili huku watu wakaanza kumsema vibaya na vitu vingine kama hivyo, lakini pia ni moja kati ya vitu ambavyo anavijutia mpaka leo kwa sababu viliharibu sana mahusiano yake yeye na Kajala meona eh, zile video za zimataa zile ziliharibu brandi ya Harmonize kifedha na pia vilevile vile kwenye upande wa kijamii, so hiyo ndio issue ambayo Harmonize ameielezea na kuiweka wazi kwamba zile video za utupu za zimataa ndizo zilizokuja kuharibu brandi yake na kupoteza madili mengi ambayo ya makampuni ambayo alikuwa anafanya nayo kazi mambo, mambo, ya, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau bwana, hebu tuweke maoni yako katika comment section. Harmonize ameeleza wazi kuhusiana na mambo ya zimataa bwana, yaliharibu mpaka mkataba wake na CRDB wakausitisha. Umeona bwana? So it is what it is. Lakini ajuti sana kuhusiana na issue ya kukosa ma brand deals, lakini anachojutia ni kwamba alimkosea Kajala. So ukiwa kama mdau weka maoni yako kama nilivyosema hapo awali na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.